Na pale kwenye banda la wizara ya Ardhi umeweza kabizi hati, wale walio kabidhiwa wamekuja asubuhi, wamekuja leo na wamepata hati zao. Wewe unabaki nyumbani e, utumii fursa kama hii ambayo pengine kuipata inaweza ikawa mlolongo mrefu unapokwenda kwenye ofisi za ardhi. Ushirikiano lazima uimarishwe kwa sababu maendeleo, management ya sekta ya ardhi inaanzia kuanzia chini ambapo wanaishi watu, lakini pia ardhi haiwezi ikamilikishwa kama kuna mgogoro. Kaya, ni niwaombe tu rai yangu, na nimpongeze sana waziri ni jembe, kazi kubwa anayofanya pamoja na katibu mkuu, lakini bado kuna kazi kubwa ya kuongeza kufanya katika kuzuia migogoro hapa. Mna me, me, me, me digitalize kila mfumo, na wananchi wanaweza wakapata umiliki wa ardhi kupitia kwenye mfumo, lakini bado kupambana eh, peke yake haitoshi. Pia tuzuie migogoro kabla haijatokea, na eneo la kuzuia watu wa kwanza kufika nao ni vishoka, ni vishoka ambao ndio wametuharibia sekta. Sasa unaposhangaa ni pale yule kishoka maarufu sana unamkuta kwenye ofisi za serikali na kila mtumishi pale ni rafiki yake, alafu ndo kishoka maarufu anayeumiza watu huko nje, lakini pale ofisini kila mtu pata hati leo, na nimefurahi sana kwa kweli, kwa huduma zenu. Nimefurahi sana kwa sababu sikuchukua muda toka baada ya kumaliza eh, zile taratibu zile formalities za kawaida ambazo unabidi uzilipie na nini, sikuchukua muda pata hati ea, nimelipia juzi juzi tu baada ya kumaliza taratibu zote, nimekuja hapa, sikuchukua zaidi ya nusu saa, nimepata hati yangu ikiwa kamilifu. Eh, nashukuru, nashukuru sana, nashukuru sana. Ningeomba watu wafurahie wa, wa, wa, wa hii huduma kwa watu wengine, wafurahie huduma hii, kwa kweli nimefurahi sana. Kwa majina naitwa ndugu Godwin Charles Ngele. Kwa kweli leo nimefurahi sana kupata hati yangu na haikuchukua muda sana. Asubuhi nimeamka nimepita pale jiji, nikaambiwa kuna huduma inatolewa viwanja vya Chinangali ko nikaja hapa moja kwa moja kwa sababu dokumenti zangu zilikuwa zimekaa vizuri, kwa hiyo niliweza kuhudumiwa moja kwa moja na nikapata kwa waka, na kupata hati kwa wakati. Kiwanja changu kipo Ihumwa, kwa hiyo naishukuru sana Wizara ya Ardhi kwa kutekeleza jukumu hilo kwa wepesi.